Na Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ninaomba unipe dakika zako chache tu niweze kuletea huu ujumbe ambao utakusaidia kwenye maisha yako, ambao utakusaidia na kukuinua wewe kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hiki ambacho naenda kuzungumza na wewe, hiki ni kitu ambacho kitakusaidia kabisa kwenye maisha yako. Kuna watu wapo kwenye dimbi la umaskini, kuna watu wapo kwenye shida fulani, wamekaa kwenye eneo fulani kwa muda mrefu bila kutoka bila kuwa na matokeo. Kuna mtu ana mtu ametumia muda mwingi sana kwenye maisha yake kwa ajili ya kupambania ili kutoka kuikomboa familia yake, lakini bado maisha yake yako vile vile. Kuna mtu anafanya biashara, lakini biashara yake iko vile vile, haina matokeo. Hata akipata anapata, afu mwisho wa siku yanarudi, mwisho wa siku alichokipata kinarudi chini. Mwisho wa siku anapata faida, lakini ile faida haimsaidii kitu. Kuna mtu anapata pesa, alafu pesa sana anaoipata haijui inaelekea wapi lakini kuna mtu ni mtumishi wa Mungu, ana huduma ndani yake, ana karama ya uimbaji, ana karama ya unabii, lakini ile huduma aliyonayo haina matokeo. Ile huduma aliyonayo haimsaidii kumpeleka yeye popote. Sasa nataka nikuletee neno la Mungu ambalo litakusaidia kwa huu ujumbe ambao Mungu ambao amenipa na kuni, kuni, kuwa, kunipa kibari cha kuweza kuzungumza, kunipa kibari cha kuweza kusogeza kwako ni ujumbe ambao utakusaidia na utakufanya karama yako na utafanya huduma yako ambayo Mungu amekupatia utafanya biashara yako ambayo unaoifanya iweze kuinuka. Watu wengi sana kwenye haya maisha wanaishi bila kuwa, kuwa na agano bila kuwa na covenant. So many people are living the life without having a covenant. Watu wanaishi kana kwamba hakuna msaada, wanaishi kana kwamba hakuna tena kesho wanaweza kutarajia ni kwa sababu gani hawaishi ndani ya agano? Ukiangalia kwa watu ambao ni wapagani, ukiangalia kwa watu ambao ni matajiri, utakuta kuna agano ambalo wamelifanya. Utakuta kuna mtu yupo, kila mwisho wa mwezi lazima apeleke damu, na anapeleka kwa namna gani? Ndio hizo ajali zinakuwa zinatokea. Lakini kuna mtu yupo, ukiangalia kwenye nyumba yake, unakuta kuna mtu ana nyumba nyingi, lakini chini ya nyumba yake ukiangalia, kila nyumba ambayo anayojenga kuna zindiko ambalo amelifanya. Kwa nini anafanya vile? Ni agano na kwa nini afanye agano? Agano ni makubaliano au mapatano kati ya pande mbili, na haya makubaliano yakishafanyika na pande mbili, kila mmoja anatekeleza wajibu wake. Kuna upande wa kwako, lakini kuna upande mwingine. Sasa nataka kuongelea upande ambao ni upande wa Mungu, lakini kuna upande wa Shetani. Kwenye hizi pande zote mbili, kila mtu anaingia kuangalia agano lake kila mtu anatekeleza agano lake. Kwa Mungu kuna agano lake, lakini kwa shetani pia napo kuna agano lake. Hivi vyote vina nguvu na vinafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho kuweza kuasiri maisha ya kawaida, na kitu ambacho watu hawa hawajui kwamba ulimwengu wa roho ndio unaasiri matokeo yanayopatikana kwenye ulimwengu wa kawaida. Sasa kuna watu wengi wanapambana pasipo kujua kwamba kuna kitu wanachotakiwa kufanya kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu ambacho natakiwa kukifanya kwa ajili ya kuweka agano ili kuhakikishia ya matokeo yaliyokusudiwa kwenye ulimwengu wa kawaida. Sasa mtu anapokuwa anafanya kitu pasipokuwa na agano, pasipokuwa na makubaliano, pasipokuwa na mkataba, maana yake ni kwamba ni mimi anafanya kazi ambayo haina uhakika. Angalia, hakuna, hakuna serikali ambayo inaweza ikaingia uh, uh, kaingia na shirika lolote lile ikafanya kazi bila kuwa na mkataba. Hakuna mfanyakazi anaweza akaajiriwa na serikali pasipo kuwa na mkataba. Hakuna mtu ambaye anaweza akafanya big deal. Unakuta ni wasanii wanafanya ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma wanafanya, wanafanya kuingia ku kwenye rebo fulani, lakini bila anapoingia kwenye lebo fulani lazima aingie na mkataba, lazima akubaliane. Maana yake mkataba inawekwa ni agano. So, agano hili ndio ambao linamfanya mtu aweze kupata yake. Agano hili ndio linamfanya mtu aweze kupata haki yake. Maana yake pasipo kuwa na agano, haki yake haiwezi akaipata. So, mtu anakuja kwamba tunakaa chini tunakubaliana kwamba tunafanya kazi alafu tunafanya kazi pasipokuwa na mkataba. Madhara yake ni nini? Madhara yake yanaona huyu mtu kama mnafanya naye kazi, siku yoyote ambayo anaweza akaterminate, akakwambia bwana ye. Leo kuanzia leo wewe leo, leo sio mfanyakazi au kuanzia leo mimi na wewe basi, kwa sababu hakuna mkataba. Lakini kama kukiwa kuna mkataba na kama kukiwa kuna makubaliano, maana yake ni kwamba hawezi akatemineti nje ya yale makubaliano. Maanake kama akitemineti um, na mlikuwa mmeshakubaliana, maanake kuna gharama ambayo lazima akulipe So, naomba nije kwenye huu upande sasa, ambao mimi nalenga nikuletee huu ujumbe. Mungu, Mungu wetu ni Mungu mtunza maagano. Nasema kwamba Mungu analitazama agano lake, ni Mungu ambaye anaangalia agano lake. Mungu aliweka agano na Ibrahim na akamwapia kwamba atawapa kizazi chake nchi ya ahadi, ile nchi ya, ya hadi wanakuja kupewa miaka mianne, wanakuja kuifikia miaka karibia, takriban miaka mianne waliokuwa wameambiwa, lakini alikuwa ameshamwapia Ibrahim na inakuja kutekelezwa baadaye. Kwa sababu gani? Mungu ni Mungu ambaye anatunza maagano. Sasa wewe, kwenye maisha yako, kwanini usiwe na agano? Kwanini kwenye maisha yako usiamue kuwa na agano ambayo litakuhakikishia kwamba jambo ambalo unataka kuifanikisha, utumishi ambao uko nao ndani yako, huduma ambayo uko nayo ina ma, inapata mafanikio kwa sababu umeingia kwenye agano. Nikwambie tu kwamba pasipokuwa na agano, hawezi ukafanikiwa kwenye maisha. Pande wote uwe ni upande wa giza ama ni upande wa nuru, kila mtu anafanya kazi kwa agano. Ukienda kwenye upande wa giza, Shetani yuko si sana. Ndio maana ukiangalia kwa ukiangalia kwa makini mwisho wa mwaka huwa kuna vifo vingi sana. Lakini ukichunguza kwa ndani kabisa utatambua kwamba vile vifo sio vifo vya kawaida. Na vile vifo huwa ni maagano ambayo yameshafanyika. Kuna watu wameshafanya maagano kwamba kila mwisho wa mwaka lazima atoe damu. Kila mwisho wa mwaka lazima atoe kafara. Kwa sababu gani atoa kafara? Ili kuendelea kulilinda lile agano lake. Anapokuwa anaendelea kulinda ile agano lake, ndio ambapo anaweza kujipatia mafanikio. Ndio hapo unaona mtu anazidi kuongeza magari. Alikuwa na gari la kwanza, anashusha gari lingine la pili, anashusha magari kumi na nne na ukiangalia kila gari ni takriban milioni mia nne. Sasa ukipiga bilioni mia nne kwa gari kumi na nne ni bilioni nyingi sana hapo. Kwa nini inafanyika hivi? Hii ni kwa sababu kuna agano. Mtu asipokuwa na agano maanake ni kwamba hakuna mafanikio naweza kuyafikia. Maisha haya yametawaliwa na agano kila upande, lazima uwe na agano, iwe ni upande wa nuru au ni upande wa giza, ni lazima uwe na agano. Ukiamua kwamba uishi pasipokuwa na agano, maanake unaishi pasipokuwa na mkakati. So agano ni mkakati wa kukuhakishia wewe unafanikiwa katika siku zako. Sasa unapokuwa unaishi tu anoyi. Unaishi bila kuwa na mkakati na mkakati wa kuweka agano. Agano ni mkakati endelevu ambao unakulinda we. Ndio maana ukaona kwamba baada ya Mungu kukua amekiharibu ile kuleta lile garika, baadaye akaweka agano na Nuhu kwamba hata alibu tena dunia, na ndipo akaachilia ishara kwamba akamwambia Nuhu kwamba, na ishara hii nitakuwepo kwa ajili ya ukumbusho wa agano langu. Ndipo akaweka upinde wa mvua, hiyo ni agano na ndio kwamba hata leo hii Mungu hawezi akaleta tena maangamizi. Kwa sababu gani? Alishaweka agano. Sasa wewe kwa upande wako, jiulize una agano gani na Mungu? Una agano gani na Mungu kwenye eneo lolote lile, lile ni eneo la biashara, lile ni eneo la ndoa, lile ni eneo la utumishi, lile ni eneo la siasa, lile ni eneo una ndani yako, una kitu ambacho unatamani kukifanya, una ubunifu ambao unatamani kufanya Je, swali ni kwamba wewe binafsi una agano gani na Mungu? Una kipi ambacho umepatana na Mungu ili Mungu aweze kukifanya. Usipokuwa umepatana na Mungu, maanake Mungu hatakuwa na chakufanya. Mungu anafanya kazi na watu ambao wanakuwa wako serious na watu ambao wenye mikakati na watu ambao wamekubaliana naye, manake wamepatana naye. Mungu akusaidie sana na kusalimu kwa